Hatu kuja Angata tunyanyaswe, wale watu wamewawa, ng'ombe ameibiwa hapa. Ng'ombe akiibiwa aende, hakuna serikali ambayo anashughulika. Juzi ng'ombe kumi na tatu aliwawa, mahindi yanafyekwa, lakini serikali hashughuliki. Akifika maneno ya shamba, watu wanawawa. What kind of government is this? Kama MCA Angata representative ya watu, serikali yote akuja Angata atueleze kwa nini anataka nyang'anya sisi shamba kura hata sahi mahindi amefyekwa, lakini serikali uziki, ngomba ameibiwa, afuate. So ninasema serikali yote mpaka Ruto kuja atueleze wasmb kidogo kidogo, tunasikia mlio wa risasi, kidogo kidogo watu wameanza kupiga vyo kuinuka kidogo vyo, watu ameanguka, hasa tunashindwa jamani, kama ni shamba angashamba akiiaaunatumiwa wanjiwa. Haki tuko na haki kwa hii shamba yetu juu atukuiba, tukuna kilio kubwa juu tumapoteza ndugu zetu na tumepoteza na hakuna haki ambayo tunashughulikiwa. Sahii tumejeruhiwa sahi zizi tumekuwa vilema. Eh, kulingana na ile examination ambazo tumeweza kufanya eh, wamepoteza maisha ya kula na kuvuja damu kwa wingi uh. Sasa ni watu tuko na miili mitano sasa. Okay, wale wenye wameweza kupoteza uhai eh, ni wale ambao wamevucha damu nyingi